Asalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, naitwa Ustaz Juma na msoma kama watu wengi walivyonifahamu, eh. Ninapokuwa na nafasi nyumbani wanafanya mtwala, nafanya mtwala wa kupitia vitabu vitabu mbalimbali kama kama hiki kinaitwa tashnifu masamii bijamii jawamii. Hiki kitabu kinaitwa tashnifu masamii bijamii jawamii ni kitabu kizuri sana, ni juzi ya kwanza, zipo kama nne na inazungumzia mambo ya usulu fiqh jamu jawami. Ni kitabu ambacho ni kitabu kigumu sana, katika kitabu vigumu vya usulu fiqh. Eh, ni sunan ibn as-sunan, tirmidhi ambayo ni cha hadithi, juzi ya kwanza na ya pili. Eh, ni sunan tirmidhi Alafu hii ni Sahihi alahadithi alqudusiya, ni katika miongoni mwa hadithi sahihi ambazo ni hadithi alqudusiya, hadithi alqudus. Sasa katika moja ya vitu ambavyo nikitwalii, nikapata faida, nikasema leo nije nizungumzie faida hii, tuone mtume sallallahu alaihi wasallam salam alivyokuwa akituchukulia mtume alivyokuwa akitupenda Nikasema hii hadithi lazima nisome, iwe ni faida kwa umma wa Kiislamu. Hadithi hii ameipokea Imam Muslim, kitabu iman, bidua in nabi salama, babu dua in nabi saa salama liummatihi. Kusema babu dua in nabi sallama li ummati ni mlango ambao upo katika Sahih Muslim. Mtume katika moja ya dua alizoziomba kuombea ummati wake

Alafu kuna aya nyingine ambayo ni ya Isa ibn Maryam ambaye sisi tunamjua, ambao watu wengi wanamuita Yesu, akasema hii aya inasema: in tuadhibuhum fa innahum ibad fa innahum ibaduka wa intaghafir wa intaghafir lahum fa innaka anta lazizu la la hakim. Mtume aliposoma aya hizi sallallahu alayhi wasallam aliposoma neno la Nabii Musa alayhi salam, na akasoma neno la Nabii Isa, hapa ni kila, u, kila mtume alikuwa ki, akiuzungumzia umma wake. Kama sisi sasa hivi ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Musa alikuwa akiuzungumzia ummati wake, ndio akasema rabbi inahuna adhallanna kathira minan nas, hakika wao wamewapoteza watu wengi, faman tabi'ani fa innaka minni, fa in, fa in, fa innahu minni faman tabi'ani fa innahu minni Mwenye kunifuata mimi basi ni katika mimi pia. Mtume akaendelea kuisoma Qurani, akasoma neno la nabii Isa alayhi salamu, akimwambia Mwenyezi Mungu, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduka, ukiwaadhibu ukiwa hao waja basi hao ni waja wako, umewaadhibu waja wako, wa intaghfir lahum, na ukiwasamehe fa innaka antal azizul hakim, subhanallah basi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposoma maneno haya, farafaa yadaihi wakara, Mtume akanyanyua mikono yake juu hivi, akasema allahumma ummati ummati, e Mola wangu wa haki, unusuru umati wangu, unusuru umati wangu. Hapo kuna maneno unaweza kukadiria yote, utaangalia maneno gani, lakini umati, umati, umati wangu umati wangu kwa maana gani? Gali ya Rabbi, ummati ummati, kwa maana anaomba uokolewe unusuliwe na adhabu. Fabaka wabaka, Mtume akalia aliposema maneno hayo, kisha akalia. Faqala Allahu azza wa jalla, akasema Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, ya jibril, ewe Jibril, idhhabu ila Muhammad wa rabbuka alam naenda kwa Muhammad na hali ya kuwa Mola wako anajua. fasaluhu ma yubekika muulize ni nini kinachokuliza. Mwenyezi Mungu anamtuma Jibril kwamba nenda kamuulize Muhammad ni kitu gani kinachomuliza, lakini si kwamba mtume alikuwa, Mwenyezi Mungu alikuwa hajui ni nini kinachomuliza. Ndio maana wallahu wa rabbuka aalam wa rabbuka aalam al, na hali ya kuwa Mola wako anajua kinachomuliza ni nini. Lakini faida yake tunaona, kwa nini Mwenyezi Mungu akamtuma Jibril?

Katika umati, kwa sababu ya umati wako, ama tutakuriiha katika umati wako, wala anasoka wala hatutokuhuzunisha wala hatutokuhuzunisha. Hadithi hii ina mafunzo mengi sana. Jambo la kwanza katika hadithi hii, shafakatuhu ala ummatihi, ni huruma yake mapenzi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa umati wake, wahitimamuhu biamriha wa masiriha na kushughulikia jambo la umati wake na mwisho wake, kwamba Mtume anataka ajue mwisho wa umati huu ni nini, umati wake ni nini, mwisho wake wa thania. Na jambo la pili makanatuhu inda Allahi azza wa jalla allati jaa tabiru anha, ni daraja lake hishma yake cheo chake kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Mwenyezi Mungu aliposema inna sanurlika fi ummatika wala nasuka, hakika sisi tutakuridhisha tutakuridhishia umati wako wala hatutakuhuzunisha. Alafu hapa kuna mafunzo. Kwa nini Sanu, sanurlika? Kwa nini Mwenyezi Mungu akasema saufa nurlika? Kuna mambo hapa. Kwa nini Mwenyezi Mungu amesema sanurlika? hakutumia saufa nurlika, ikusema saufa ukitia sini ikaja saufa, kwa maana jambo liko mbali litakuwa lakini liko mbali. Sanurlika ni jambo liko karibu, ni kama ile anasema, wala saufa yu'tika rabbuka fatarla, wala saufa imekuja kwa neno saufa, haikuja hivyo sa..., na hivyo kama mlivyoelewa, manake ni nini? Makuraishi walikuwa wakitamani sana mtume sala Allahu alayhi wasallam akufe. Makuraishi walikuwa kitamani mtume afe wakati huo. Sasa kuja neno hili, kuja aya hii kusema, walasaufa yutika rabbuka fatarla, ni kuwa ni kuziumiza nyoyo za Makuraishi. Mwenyezi Mungu ameleta wala saufa kwa kuziumiza na kuzikeresha nyoyo za Makuraishi, kwa sababu wao walikuwa wakitamani mtume kwa hiyo ni kuwajulisha kwamba huyu mtu bado yupo sana, mtume bado yupo sana, na hapo ni Mwenyezi Mungu ni kumpa mambo ya kidunia mambo mazuri na ya akhera, wala saufa yutika rabbuka fatarla. Lakini hapa aliposema kwamba sanurlika fi ummatika, kwa maana ni jambo lipo karibu, munasaba wake ni kwamba mtume alipokuwa ameinua mikono akilia, kwa ina maana ni jambo linajulisha ya kwamba ni jambo liko karibu sana, kwamba sanurumika, tutakuridhishia umati wako, wewe wala nasu, wala hatutokuhuzunisha. Hatutokuhuzunisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Mtume, sala wa salama, mtume ambaye alikuwa akilia akitoa machozi akiumia kwa sababu ya umati wake. Mtume huyu huyu anayefananishwa na timu ya mpira eti, mtume na Yanga, ni upi bora? Huyu mtume Muhammad, tazama, na Yanga, ni, ni. Huyu mtume alikuwa akiinua mikono akilia machozi kwa sababu ya umati wake. Allahumma ummati ummati. Mtume alipoinua mikono yake akaanalia akisema awa umati, umati wangu ummati wangu wa huwa yahtamilu maana, maana tadarak ummati, ndio yale maneno nasema mwanzo kwamba unaweza ukakadiria kwamba unusuru ama uokoe ama u, u, utadarak ummati, au irham ummati, uhurumie ummati wangu, ahsini ileiha ufanyie wema umati wangu eh, utufu biha ufanyie upole umati wangu ighfir laha usamehe umati wangu, mbona wamashaka la hadhi takdirati na kila kinachofanana na takdiri hizi. Kwa hiyo ina maana kwamba yarabi umati umati, umati kuna takdiri unaweza ukaziweka kama hizo nilizozitaja hapo, kwamba uhurumie umati wangu uonee huruma umati wangu uokoe umati wangu usamehe umati wangu. Dua yake Mtume akiomba hairudishwi na pale tuliposema ya kwamba mtume aliinua mikono, alinyanyua mikono, akawa analia. Alipolia, Mwenyezi Mungu akatumia neno inna sanurlika, kwa kutumia sini sanurlika, kwa maana ni jambo lipo karibu. Kuna ishara ya kwamba mtu ukiomba dua, ukiomba dua, ukamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, huku machozi ya kutiririka, machozi ya kutoka, basi dua ile ujibiwa haraka na ndio maana Mtume akati amenywa mikono akawa analia, Mwenyezi Mungu akusema inna saufanurlika. Mwenyezi Mungu akusema inna saufanurlika, ila amesema inna sanurlika kuonyesha ile iridhaa iko karibu sana. Kwa na mtu yoyote atakapokuwa amenyonywa mikono analia, akimuomba Mwenyezi Mungu basi dua yake ipo karibu sana kujibiwa. Mtume sawasama kumuuliza kile kinachomuuliza ni idhiharu sharafi nabii ni kudhihirisha utukufu ile sharafu ya mtume sallallahu alayhi wasallama. Mtume ambaye anaulizwa anaulizwa mzee mpili mzee mpili e, Mtume Muhammad na yanga ni, ni kipi bora subhanallah. Alafu tukisema mwasema unatakiwa umshauri bwana kama ulikuwa kumshauri kama amekosea unatakiwa umfuate faragani. ni nimfuate faragani, ni mwongoze je, wale aliwapoteza je? kwa sababu shekhe, sasa hivi mambo ya utandawazi, mambo ya mitandao, mtu akikosea kimtandao, mtandao na sisi tunamfuata kimtandao, mtandao, hakuna kuoneana haya. Sasa kwa sababu nyinyi mmeshamchukulia kwamba yule ni shekhe mkubwa, anakaa member, basi mnamuona akikosolewa ni makosa. Atizama imam nawe hapa anasema mtume alipokuwa kilia, akisema ya rabbi, ummati ummati, umma anatokwa na machozi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtuma Jibril alayhisalamu, kamuulize, idha hafa salahu, naenda kamuulize, mayo wikika, kipi kinachokuuliza na hali ya kuwa Mwenyezi Mungu anajua kinachomuuliza mtume. Sasa hii ni idhaharu sharafi nabii ni kudhihirisha ile sharafu ya mtume. Kwa mtume ana sharafu, mtume ana utukufu wa hali ya juu sana, mtume ana ubora ambao ulinganishwi na chochote, au ulinganishwi na chochote katika dunia hii. Baada ya Jibril kumuuliza mtume kile, kile kinachomuliza ina maana baadaye, likaja jawabu kile kilichomuliza mtume kishajulikana, ni umati wake kuonea huruma umati wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, likaja jawabu, thumma jaa aljawabu ilahi e, e, aljawabu ilahi alkarim ya jibril idhahabu ila muhammadi faqul, nenda kwa Muhammadi mwambie inna sanurrika fi ummatika wala nasu hakika sisi tutakuridhisha kwa katika umati wake. Katika umati wako wala hatutokuhuzunisha hatuto. Hadithi hii ni hadithi ambayo inilikutumainiwa ini, ini sana na umati Muhammad sana. Mbona maana yake ni nini? fa akunu lmana huna inna biazamatina biahamatina wa wakudratina wa sultanana wakaramina wa rahmna sanuruhika

Hakika irla huwa ikapatikana katika haki ya kusamehewa baadhi. Wa yudhalu baki annara, wakaingizwa wengine waliobaki motoni. Fakala taala akasema Mwenyezi Mungu nurlika wala nudhilu aleika bihuznan, tutakuridhisha wala hatutakuingizia huzuni. Bal nunjil jamia, tutawaokoa wote. Allahumma haqqi fi dhalik ya rabbi ya hii ni hadithi kubwa, ina maana kubwa. Yaani hapa tukisema maneno kwamba ina maana umati Muhammad sama utaokolewa wote, kwa sababu Mwenyezi Mungu alishasema sanuruika, tutakuridhisha na hatutokutia huzuni hata mara moja, na maana ni kuokoa umati Muhammad wote. Lidhalika kala na huyu. Kwa sababu hiyo, Imam Nawawi amesema rahimahullahu, hadha alhadith min arja lahadithi li hadhi lumma hadithi hii ni hadithi yenye matumaini makubwa kwa umati huu. Sasa, inshallah tusi... nafikiri mpaka hapa takuwa tumepata faida, tutakuwa tumepata faida. Hii ni kuonyesha Ostaz Juma anamsoma, huwa akipata nafasi akapitia pitia vitabu vyake huwa anapata faida.